Mwanamke anayemchagua mtu mwingine atapata sababu elfu za kutokuwepo. Mara ni kazi, mara simu ilizima, mara trafiki, mara rafiki. Mwanzuni vinaonekana halali, baadaye vinakuwa mtindo. Kuchelewa ni mtihani wa uvumilivu. Kila unapokubali kisingizio dhaifu, unafundisha mtu kwamba heshima yako inauzwa. Usifanye mahojiano ya upelelezi. Sema tu, umechelewa tena na hilo linaniambia nafasi yangu. Kisha kaa kimya. Ukimya humrudishia mzigo mwenye kosa. Nisikilize, hii siyo chuki, hii siyo paranoia, hii ni uwazi. Dalili hizi zinawaangamiza watu wengi kwa sababu zinapuuzwa. Usingojee hadi aibu ikufundishe. Chunguza, angalia mwenendo, linda heshima yako. Kama maneno haya yamekugusa, kaa kimya kidogo leo. Usifanye maamuzi ya hasira. Angalia, tambua, na kama unajisikia umechoka kupoteza muda kwenye uhusiano ambao tayari umehama, jua hauko peke yako.